Karibu sana local contenti kwa ajili ya update muhimu kuhusu Red Devils Manchester United. Ziko taarifa nyingi, lakini tuangazie zile ambazo ni za muhimu na za msingi zaidi. Taarifa kubwa kabisa ni kuendelea kupigwa panga kwa wachezaji na taarifa kutoka Manchester Evening uh, pamoja na Central United, wana wanaripoti kwamba leo kuna nyota watano itakuwa ndio siku yao ya mwisho kuwa na jezi ya Manchester, aidha wakianza kwenye wa kikosi cha kwanza ama wakianzia benchi, lakini leo itakuwa ni siku yao ya mwisho uh, kuwa watumishi wa klabu ya Manchester United. Nyota namba moja ni Victor Lindelof, ambaye tangu jana ra, rasmi alikuwa anafahamika atakuwa anaondoka, na huyu ataondoka akiwa mchezaji huru, itakuwa hakuna fedha oto ya kumuuza kwa sababu mkataba wake unamalizika atakuwa anaondoka. Nyota namba mbili ni Christian Eriksen, yeye pia atakuwa anaondoka kama mchezaji huru, na leo itakuwa ni siku yake ya mwisho kuwatumikia Manchester dhidi ya Villa, acheze asicheze, lakini pia atakuwa anaondoka kwenye klabu ya Manchester. Nyota namba tatu ni Alejandro Garnacho, yeye pia leo inawezekana ndio siku yake ya mwisho kuvaa uzo Manchester, anaweza akacheza, anawaza asicheze, lakini atakuwa anaondoka Manchester United Nyota namba nne ni mlinzi uh, John Evans ambaye alikuja Manchester akitokea Leicester baada ya kuondoka Manchester miaka kadhaa akipita sehemu nyingine huko kisha akaelekea zake Leicester. Uh, John Evans ni nyota namba nne ambaye anatajwa kwamba ataondoka Manchester, na leo huu ndo mchezo wake wa mwisho uh, wakihitimisha msimu wa 2024 2025, lakini nyota mwingine ambaye anatajwa leo itakuwa ni siku yake ya mwisho kuvaa uzi wa Manchester ni bwana Casemiro huyu ni mchezaji ambaye pia ni mwandamizi, amekuwa na performance nzuri sana kwenye michezo ya mwisho hivi karibuni, lakini inatajwa kwamba Casemiro pia atakuwa anaondoka Manchester. kwa ni wachezaji watano ambao tayari taarifa zilizopo leo itakuwa ni siku yao ya mwisho, bado wengine, wengine watakuwa naendelea kuondoka kadri ambavyo wataweza kuuzwa, wataweza kuachwa na pamoja na vitu vingine, lakini hawa ni tayari rasmi wanaondoka anaondoka Manchester. Hizi ni taarifa ambazo zipo kupeana taarifa zaidi, lakini taarifa nyingine ambayo ipo siku ya leo uh, imeripotiwa na mchambuzi kutoka Italia, Nicolo uh, Schira anaeleza kwamba Manchester United wamemwambia pia golkipe Andre Onana kwamba anakuruhusiwa kuondoka. Andre Onana uh, misimu yake miwili ndani ya Manchester imekuwa sio mizuri, kwahiyo uh, taarifa hii inaelezwa kwamba Ruben Amorim amemwambia kabisa Onana kwamba unaruhusiwa kuondoka, kwa kama dili nzuri itakuja, utaruhusiwa kwenda kwenye klabu ambayo itakuwa inakuhitaji, na kuna taarifa kutoka Saudia, klabu ambayo imepanda daraja msimu huu uh, inamhitaji Onana. Kwa Saudia inaonekana uh, wao kuna klabu kutoka Saudia kwenye ile Saudi Pro League inamhitaji Onana na Onana amekisha kuambiwa na Amorim kwamba ruksa kuweza kuondoka, na inafahamika tangu awali Ruben Amorim hakuwa na na mapenzi na, na Onana hakuwa na mhitaji Onana, lakini kwa sababu alimkuta pale na akabidi amtumie na hakuwa anaridhika na kile ambacho Onana alikuwa anakitoa ki, kwenye timu. Lakini wanasema wenyewe si rahisi sana kwa Onana kwamba kwa kuondoka, anaweza akasalia, lakini Manchester itakuwa inatafuta goalkeeper mwingine na wanataka kumwachia Onana pamoja na Aita Baindir wote waweze kuondoka, alafu wafanye mchakato mkubwa, lakini naelezo kwa Onana si jambo rahisi sana kuweza Onana kuondoka huenda kasalia, lakini inabaki kwamba Ruben Amorim anahitaji goalkeeper mwingine wa kuja kuwa goalkeeper namba moja au kumchallenge kumchalen Andre Onana. Kwa hiyo inategemea kabisa, ni jambo nyingine, na inaelezwa sasa taarifa kutoka kwa uh, Nicol kwamba Manchester wanamwangazia goalkeeper wa klabu ya AC Milan Mfaransa um, Mike Maignan ambaye yeye mkataba wake unamalizika mwakani na ni moja kati ya magolikipa wazuri, lakini tunafahamu pia AC Milan season hii nao wameenda vibaya, kwa hiyo hawana michuano mikubwa ya Ulaya. Kwa hiyo inawezekana uh, ikamshawishi golikipa huyu, tategemea kiasi cha fedha ambacho uh, kitapatikana kumsajili golikipa huyu. Kwa hiyo Mike ni golikipa ambaye anatajwa kwamba uh, Manchester itakuwa inamwangazia kwa ukaribu, na bado kuna magolikipa wengine ambao wanatajwa. Inaelezwa pia leo golikipa wa Aston Villa Uh, Emiliano Martinez ni goalkeeper mwingine na uh, leo itakuwa ni mechi yake ya mwisho akiwatumikia Villa. Uh, huyu ni goalkeeper ambaye pia ana uzoefu na Premier League na kwa siku za karibuni kumekuwa na taarifa kwamba kocha uh, wa Manchester Ruben Amorim anahitaji wachezaji ambao pia wana uzoefu na Premier League kwa sababu season ijayo Manchester atacheza michuano ya ndani peke yake. Kwa hiyo watakuwa wanahitaji kupata wachezaji wenye uzoefu wakati wanaendelea kujijenga taratibu. Kwa hiyo ni taarifa nyingine ambayo ipo kwamba Onana naye pia anaruhusiwa kuondoka Manchester United, lakini bado usajili wake huweza ukawa ni jambo gumu. Taarifa nyingine leo iliyopo pia ni kwamba Nicol, kwamba uh, Nicol Chira anaripoti kwamba anaripoti pia kwamba nyota mwingine Luke Shaw naye ameambiwa kwamba mlango kutokea uko wazi, anaweza kuondoka season inapomalizika. Kwa hiyo Luke Shaw ni mtu mwingine ambaye ameambiwa anapaswa kuondoka Manchester, na Amorimu amemwambia kwamba hayuko kwenye mipango yake ya season ijayo. Kwa hiyo hii ni dhahiri shahiri kwamba unaambiwa tupishe kwenye klabu ambayo kwa sasa inahitaji kufanya mabadiliko makubwa. Kwa hiyo Ruben Amorim pia amempa hiyo taarifa Luke Shaw. Hii ni kwa mujibu wa, wa, wa mchambuzi uh, Bwana Nicole Ashira uh, ambaye amejaribu kutoa hizi taarifa mbili na ziko kwenye vyanzo mbalimbali hata ESPN pia umetoa taarifa kwamba uh, Luke Shaw ameambiwa na Ruben Amorim kwamba hatakuwa sehemu ya mipango ya msimu ujao, kwa hiyo pia anaweza akatafuta malisho bora sehemu nyingine lakini, Manchester Evening pamoja na vyanzo vingine wanaripoti kwamba Manchester tayari wana mpango wa mtu ambaye atakwenda kuziba nafasi ya Alhandro Ganacho. Tayari replacement ya Ganacho ipo tayari, mtu anayefaa kuja ku, ku, kucheza hiyo nafasi amekwisha kuangaziwa, awanashindwa kumtaja ni nani, lakini inaonekana kwamba huyu mtu yupo na hii ni mipango ya muda tangu ambako Amorim alianza kuona kwamba Alejandro Garnacho sio mtu sahihi wa kuweza kufika nchi ya hadi ambako anahitaji. Kwa hiyo uh, mbadala wa Garnacho tayari anaonekana atakuwepo, lakini baada ya game ya leo Baadaye pale mechi itapomalizika, Amorimu atazungumza na mashabiki wa Manchester uwanjani baada ya mechi kumalizika, na tujua atatuambia nini. Kwa utaendelea kupeana update kujua Amorimu amesema nini. Hizo ndio taarifa muhimu za sasa kuwahusu Red Devils Manchester United. Subscribe, like, share na comment, lakini pia kuna linki ambayo itakupeleka kwenye group ambayo iko hapo chini, pamoja na linki ya kukupeleka kwenye ukurasa wa Instagram wa loco Content. Subscribe, like, share ili tuikuze jamii kubwa ya loco Content. Chao.